Baba anadambua, ah, baba anadambua. Naona mshangazi wangu give up mapema <coughs> kinyeo <no? laughs> ah, weswafumatili um... o <coughs> namwekea <yomukia> bwanako mpwisa huo <coughs> eh? eti... mtingiso mm, sema, <coughs> poa, ndo naishi nao <coughs> Jambio. <laughs> Jambio. Unalumbua, nadambua hapa vyote napiga. Hii ni mix ya mdambuo na mlumbuo, mdambuo na mlumbuo mix, kwa sababu kuna vya kulumbua, hata kama unaekewa kipapatio kikinini kile ki, kinyeo kijambio mm -hmm. Uwezi kusema nadambua hapo, unalumbua. <coughs> Yeah. Simiti nao kidogo, amekuja kupata riziki safi. <coughs> Mm, nakula na viumbe ua, kuna watu wengine tumepewa utume utume fulani hivi, yani sifa sifa za utume kula na viumbe kwa boa. Hmm, nyuma kamera na mayomi yeah.